Na hivi vyama vya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria ni haki kuanzishwa katika maeneo ya kazi, maana kuna wengine havipo hivi vyama vya wafanyakazi. Kwa kwanza ni, ni takwa la kisheria uanzishwaji wa vyama vya wafanyakazi mahala pa kazi. Hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni hiari ya wafanyakazi kujiunga na chama cha wafanyakazi. Sasa kama mahala pa kazi hakuna chama cha wafanyakazi na hakuna chama ambacho kimewahi kwenda kuzungumza na mwajiri mm. pamoja na wafanyakazi juu ya kujiunga na chama cha wafanyakazi. Ni rai yetu, Aa, kazi, kazi, na wito sasa kwa wafanyakazi waone mm. umuhimu wa vyama vya wafanyakazi waite maofisa wa vyama vya wafanyakazi ili waweze kuzungumza nao na na waweze kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Unajua zamani kulikuwa na mtizamo kwamba vyama vya wafanyakazi ni ugomvi kati ya mwajiri na waajiriwa, jambo mm. ambalo hizo ni, ni, ni, ni maneno ya zamani sana. Wakati vinaanzishwa vyama vya wafanyakazi miaka elfu moja mia nane arobaini huko Uingereza, mm -hmm. wakati wa mchakato wa mapinduzi ya viwanda. Lakini sasa hivi vyama vya wafanyakazi uh, ni, ni, ni mdau wa mahala pa kazi, kwa sababu kukiwa na changamoto tunasema mnakaa katika meza ya mazungumzo mm -hmm. kwa pamoja na kutafuta namna kuweza kutatua changamoto kwa sababu changamoto zote au nyingi mm. zinatokea mahala pa kazi ambapo wafanyakazi wapo, maana mm. yake wana nafasi kubwa ya kuweza kujua hii ni changamoto na namna gani tunaweza tukatatua changamoto mm. ili taasisi iweze kuendelea, lakini wafanyakazi waweze kupata kile ambacho wanatakiwa kupata. Lakini kwa nini waajiri wanavihofia hivi, baadhi ya waajiri wanavihofia hivi vyama vya wafanyakazi hasa katika maeneo ya sekta binafsi? wengi wanaamini hivyo kwa ajili ya kudai moja, maslahi na pili, labda kuchochea migomo. Kwa nini wanavihofia? wanavi hiyo, ukikuta okay, okay, kuna mwajili anahofia chama cha wafanyakazi mm, cha kwanza, yeye anatakiwa kuhofiwa mm. Aa, lakini mbili, inawezekana hana elimu ya kutosha juu ya uwepo wa vyama vya wafanyakazi mahala pa kazi mm. Kwa mwajili smart na mwajili anayeelewa hawezi kukimbia chama cha wafanyakazi. Kwanza ni msaada mkubwa sana aa, wa mwajili chama cha wafanyakazi kikiwepo mahala pa kazi ni msaada mkubwa sana kwa mwajiri. Nikupe mfano mmoja mdogo. Mahala pakazi ambapo kuna chama cha wafanyakazi, mfanyakazi yoyote, kama ana jambo lake ambalo linaweza likawa linahusisha watu wote, atalichaneli kupitia viongozi wa chama cha wafanyakazi, na viongozi watafikisha kwa mwajiri. Lakini mahala ambapo hakuna chama cha wafanyakazi, maanake mfanyakazi anaweza akawa na dukuduku lakini hapati chaneli ya kwenda kumfikishia wese mkurugenzi wa taasisi hiyo hmm, ile ile changamoto au dukuduku alionayo, kwa sababu itaendelea kumtesa kwa muda mrefu, maana yake hata utendaji wake wa kazi unaweza ukawa unashuka, jambo ambalo kungekuwa na chama cha wafanyakazi anapata mahala ambapo angewasilisha changamoto yake, then anaendelea na kazi kama kawaida. Lakini jambo jingine, jiulize kitu kimoja, tunasema mahala ambapo kuna chama cha wafanyakazi wafanyakazi wanapata forum. Mahala ambapo hakuna chama cha wafanyakazi hawapati. Maana yake ni nini? Hata kama kuna mfanyakazi ana wazo baya, maana yake hatapata mahala pa kuliwasilisha, anaweza kalitekeleza ile wazo lake of sawa, kwa maslahi yake binafsi. Lakini kukiwa na chama cha wafanyakazi, akiwasilisha wale pia anaowasilishiana, viongozi wanaweza wakachuja kwamba, okay, huyu mtu yupo, ana hoja fulani lakini ni namna gani tunaweza tukaitatua isije ikaleta madhara kwa pande zote mbili, kwa sababu sisi tunaamini hata kama mna changamoto na mwajili mahala pa kazi, kazi, kugoma sio suluhisho. Sio suluhisho kwa maana mwajili na chama cha wafanyakazi au na wafanyakazi kugoma sio suluhisho. Sio suluhisho kwa maana ipi? Mnaweza mkagoma, kuna wengine wanagoma lakini na kuharibu mali za mwajili hmm. Lakini baada ya ule ule mgogoro tunatarajia kesho mje kupatana mwendelee kufanya kazi. Sasa fikiria umegoma Umeharibu mali za mwajiri, mkapatana, mnatakiwa kurudi tena kufanya kazi. Je, utafanya kazi gani wakati umeharibu mali za mwajiri? Mm. Ndio maana tunasema a, chama cha wafanyakazi lazima a, kiwe chama ambacho kinakaa chini na kutafuta suluhu za changamoto pamoja na mwajiri.